Kuna maharo unatakiwa uende, hautaenda mwenyewe. Unahitaji neno la Mungu likufikishe maharo. Unahitaji neno la Mungu likutie nguvu, lichochee kipawa kilicho ndani yako. Hauna uhakika na kile unachofanya, unahitaji neno la Mungu likupe uhakika ya kile unachotaka kufanya. Kuna vita unapitia, unaposoma neno la Mungu anasema kila silaha itakayofanyika juu yako yes, haitafanikiwa Unaanza kuona kila vitu unavyopitia. Oh, yes. Hakuna silaha itakayoweza kufanikiwa kwako. Kuna watu wamekuinukia, ni wabaya, ni maadui zako. Unaposoma neno la Mungu, anasema watakuzunguka kama nyuki. Amen. lakini watazimika kama moto wa mimbali. Kuna watu wanapitia magumu, hao watu wanategea mabaya. Aliyechimba shimo atadumbukia yeye mwenyewe. Amen. na kila aliyeviringisha jiwe litamrudia yeye mwenyewe yes. Kwa hiyo kila uganga na kila uchawi wali utengeneza kwa ajili yako. Oh, yes. Au utakupata wewe, utawarudia wao kwa jina la Yesu.